Msikilizaji, katika juhudi za kuimarisha ubunifu na ushindani wa kilimo biashara barani Afrika, Kenya kwa kushirikiana na Ufaransa zimeanzisha mpango wa mafunzo ya matumizi ya teknolojia kwa wakulima wanawake, yakiangazia Akili Mnemba kuongeza thamani ya mazao. Mpango huu unaotekelezwa kwa ushirikiano kati ya wizara ya kilimo na ubalozi wa Ufaransa umefikia zaidi ya vikundi na mashirika elfu moja na mia mbili ya wanawake wakulima na kuwawezesha kutumia teknolojia za kisasa kuongeza ubora, usindikaji na masoko. Katika makala ya Gurudumu la Uchumi jumaa hili an na mwenzangu Victor Moturi ambaye alihudhuria kongamano hilo na kuzungumza na baadhi ya wanawake wa kulima. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Karibu kwenye ubalozi wa Ufaransa nchini Kenya. Akina mama wasajili ya mali na wavumbuzi wamefika hapa chini ya mpango wa Feminov, mpango unaowasaidia kupokea mafunzo jinsi ya kuongeza dhamani kwa vyakula mbalimbali kwa kutumia teknolojia ya kisasa hivyo kuimarisha biashara zao. Matilda Amolo ni mmoja wao kutoka jimbo la Siaya nchini Kenya. Ninatengeneza chakula ya samaki, chakula ya kuku na hata chakula za wanyama wengine, pia ninatengeneza vifaranga za samaki. Wamama e, wa, wa kwetu wameteseka sana na tulianza na watu kidogo katika hiyo safari, tukifanya tulipata changamoto ya kutopata chakula mzuri, ile quality mzuri, na hata bei ilikuwa ghali sana. E, tulikuwa tunanunua chakula ilikuwa inatoka Netherlands. Hapo ndio nikasema hii e, kitu hatutawacha tutaendelea na tutaitafutia njia ya kuweza kuendelea kufanya ufugaji wa samaki hapo ndo nikaamua nitaanza kufanya kutengeneza chakula ya samaki. Amolo ambaye pia ni mwanzilishi wa kampuni ya Great Lakes, anasema kuwa matumizi ya teknolojia kama vile akili mnemba, yaani artificial intelligence, kutengeneza vyakula vya mifugo yamemsaidia kupata soko na mapato ya haraka. Ah, ya kwanza ninatumia AI kupata the right um, protein content. Kupata the right uh, minerals. Natumia um, e, raw material kutoka kwa community yetu, sio ile imetengenezwa nje. Sasa ninatumia AI ku make sure that ile protein ile inatakikana ndio ile iko kwa percentage ile inayofaa. Alafu kitu kingine tena nafanya nafanya kitu inaitwa extrusion extrusion ni mashini nyingine fulani ambayo unaweka chakula na inapika. Kwanza tunasiaga hii chakula, tunaweka kwa miksa, inaikoroga inakuwa inachanganyikana vizuri, tena tunaenda tunaichunga kutoa zile zile zimetokelezea kubwa kubwa, na hizi mashini zote hizi nimetaja tatu, hizi ni mashini tumetengeneza sisi wenyewe. Sikuwa na pesa ya kwenda kununua hizo mashini, zilikuwa ghali sana. Zamzam Haji, mmoja wa viongozi na mfungaji wa ngamia kutoka jimbo la Laikipia, anaelezea jinsi mafunzo ya awali ya kuongeza dhamani ya mazao yamempatia faida pamoja na kina mama wenzake mashinani kwa kutengeneza bidhaa inayotokana na maziwa ya ngamia. Mwanzo ilikuwa very specific market lakini saa hizi tunaipeleka kwa supermarkets kama Chandorana, tunapeleka supermarkets kama on the way. Tuko kwa mtandao, watu wanatupigia simu, tunawatumia mpaka penye wako. Ukiniambia leo unataka maziwa ipelekwe Uganda, niko tayari kukutumia. Ukisema maziwa ipelekwe Zambia tuko tayari kukutumia. Tumeweza kuestablish hizo channels ya kufanya hiyo kazi tayari. Vikundi vya kinamama ambavyo vimepokea mafunzo vimejiandikisha kuuza bidhaa zao katika masoko ya kimataifa ikiwemo Ufaransa na mataifa mengine ya Ulaya. Masi Mwendee ni mtengenezaji wa uji inayotokana na matunda kaunti ya Darakanidi nchini Kenya. Kampuni yetu Sweet and Right, tumeweka bidii kwa kutengeneza bidhaa ambazo ziko nutritious, na bidhaa ambazo pia ni unaweza kuzipata kwa bei inayofaa, na kwa leo tumeingia hapa kwa huu mradi wa Farm Innov, kuzungumzia jinsi ambavyo tungekuwa na tunaweza eneza Uh, wamama mashinani na communities waweze kutumia zile bidhaa ambazo, unga ya uji ambayo sio unga ya kawaida. Unga yetu inaitwa Cham uji plus. Uji plus inamaanisha kwamba sio uji tu ya kawaida, ni uji ambayo tumetengenezwa kwa kutumia matunda, tukatumia mandizi, tukatumia muringa, tukatumia muhogo, tukatumia mbegu za, za malenge na tukaunganisha na mtama na wimbi. Kwa hivyo ni uji ambayo hata wewe mwenyewe ukishaitumia unaipenda, ukishaitumia una inakupea nutrition kwa familia, so tunafurahia sana kwa mradi. Mpengine uji hii unasema kama unachukua matunda mambo kama hayo. Je, nini kikuja mawazoni mwako kusema kama unatengeneza uji ya matunda mambo kama hayo? Mimi ka, niko na karibu miaka 15 nikiwa kwa sekta ya ukulima na kitambo kabla niingie kwa manufacturing nilikuwa mkulima na familia yangu pia ni wakulima na tulikuwa na ile wastage, yani upotovu wa chakula inapotea. Kwa kama vile maembe na matunda. Kwa hivyo ndio nikafikiria nikasema, itakuwaje tuweze kuzikausha zile chakula zitumike kwa muda mrefu. Ziweze hata kufikia wale ambao hawawezi kupata yale matunda yakiwa fresh. So hapo ndio tukaja na idea ya products zetu za kwanza ilikuwa ni ndizi na maembe ambazo zimekaushwa. Ndio sasa tukaingilia ni jinsi gani tunaweza zifanya zile mahindi, um, ma, maembe na mandizi zikuwa zimekaushwa tuweze kuzitumia everyday kwa chakula yetu. Na ndio hapo tukakuja na idea ya kutengeneza unga ya uji Uji plus ambayo inatumia matunda, vegetables na eh, chakula ya kienyeji. Kupitia mpango wa Feminov unaotokana na ushirikiano wa Kenya na mashirika ya kifedha kutoka Ufaransa kama vile AFD. Mpango huu unawapa mafunzo wa kulima na wafanya biashara wadogo nchini Kenya ili kujiendeleza kimaisha, kupitia miradi kama hii ya kuzalisha vyakula na kuongeza thamani ya vyakula hivyo hadi sasa zaidi ya vikundi 1200 vimenufaika kama anavyoelezea Ann Gail Shapi, mkurugenzi wa shirika la kimaendeleo la AFD nchini Kenya. tuko hapa kuwasilisha programu mpya ambayo tunafadhili kuhusiana na uvumbuzi na kilimo hapa nchini Kenya. And farming here in Kenya. And the program is na mpango huu unalenga kujumuisha vikundi vya kilimo na biashara kumi na vinne kuimarisha na kuvumbua na tunafanya hilo kupitia kutoa mafunzo kutoka kwa wataalam wa kifaransa ambao wamefika hapa Kenya kutoa mafunzo hayo ambayo yatachukua mwaka mmoja. Ndio tulitaka sana kujumuisha wanaume na wanawake kwenye mpango huu, lakini wanawake wanapendekeza miradi mizuri ya kiteknolojia na ambayo ina mashiko na tunaona kwamba miradi hii inasaidia wanawake wengine, inasaidia watoto wadogo, na hili ni jambo la muhimu kwetu sisi kama shirika la kimaendeleo hapa Kenya. Kulingana na ripoti ya shirika la Kianda Foundation nchini Kenya, wanawake wanachangia takriban asilimia 48 ya nguvu kazi katika sekta ya kilimo, vilevile wakijihusisha kwa wingi na biashara za kilimo zinazolenga kuongeza thamani ya mazao kama vile usindikaji na ufungashaji wa bidhaa hivyo kuchangia kwa kiasi kikubwa kwenye pato la taifa. Changamoto ziko. E, ya kwanza ni pesa, kwa sababu hawa wamama lazima niwasaidie kiuchumi. E, ninawasaidia kununua kejes, hawana hata pesa hata kidogo, wanaogopa kuchukua loan. pia wakienda hawapewi koz. Unajua sisi wamama hatupewi loan koz hatuna title deed ngamia in my community ile community mimi nimetoka ilikuwa kazi ya wanaume, haikuwa kazi ya wanawake. Lakini pia ni tofauti kuliko regions zingine, wenye ngamia hawakuwa wanaume, wenye ngamia ni wanawake, na hawa wanawake walikuwa wanafaidika kwa hiyo maziwa sana, walikuwa wanasomesha watoto from there, wanalipa rent kutoka hapo matumizi yao pesa ya matumizi yao yote inatoka kwa maziwa ya ngamia. Mbona nifiche hii knowledge nijiwekee peke yangu? Kwa nini nisieleze watu wengine pia wakafaidika? La, la muhimu kabisa kwa kwetu kuja hapa ni tuweze kupe, kupata partnerships na linkages, ndio tuweze kuexpand our production, tuweze kusoma zaidi pale, tuweze kutembea na pia tuone zile kampuni kubwa kubwa ambazo zimeweza kufanya uh, innovation ya wakitumia chakula ambayo ni locally available. So natarajia kwamba tutaweza kupata nafasi pia hata ya kusafiri Ufaransa na tusome, na yale tuweze kuinua jamii zetu. Wakati wanawake wajasiriamali na wavumbuzi wanaponufaika na mipango kama hii ya teknolojia, matumaini ya kuimarika kwa biashara ndogo ndogo na kuongeza dhamani ya mazao yanaongezeka, na pia kuchangia kwa kiasi kikubwa katika uchumi wa taifa hivyo Kenya kuafikia malengo yake endelevu kufikia mwaka 2030. Msikilizaji, kufikia hapa ndiyo tunatia nanga ya makala ya Gurudumu la Uchumi kwa jumaa hili. Usikose kuungana nami katika makala nyingine wiki ijayo. Shukran kwa mwenzangu Victor Moturi. Jina langu ni Emmanuel Makundi kwa heri.